Baada ya Onesimo kupigwa risasi ya kichwa na sniper aliyekuwa jengo la pili na kufariki papo hapo, kulikuwa na taharuki. Hakukuwa na milio ya bunduki kwa sababu sniper alitumia silencer. watu waliokuwa ndani ya mgahawa walipiga kelele na kukimbia hovyo, taharuki ikazidi kutanda. Baada ya dakika chache, gari la polisi liliwasili kwa silent kali wakachunguza na kugundua kuwa alikuwa ni Onesmo Kisumo. Mwili wake uliwekwa kwenye gari la polisi na kupelekwa mochwari ya hospitali ya Mount Meru. Habari za kifo cha Onesimo zilimfikia Aaron haraka. Kifo hiki kiliibua maswali mapya na magumu zaidi. Ni nani hasa aliyempiga risasi Onesmo? Je, njama kutoka ndani ya mtandao wao, au kulikuwa na maadui kwa nini Onesimo ameuawa wakati huu? Maana alikuwa anachunguzwa kuhusu mauaji ya Patrick na jaribio la kumuua Catherine na kumteka Zawadi. Ni nani anaweza kuwa mnufaika wa kifo cha Onesimo? Inawezekana alikuwa anajua siri nzito ambazo mtu hakutaka zitoke. Aaron alianza kuhisi huenda mtu mwenye nguvu zaidi nyuma ya Onesimo ndiye aliyeamua kumaliza mchezo mapema ili kufuta ushahidi. Asubuhi hiyo hiyo kule Sanya Juu, mama mmoja alikuwa amebeba mfuko wa salufeti na kisu cha duara cha kukatia majani. Alielekea ndani ya msitu mdogo ili kukata majani kwa ajili ya ng'ombe wake. Alipokuwa akikata majani, macho yake yakakutana na kitu kisicho cha kawaida: Mwili wa mwanamke aliyelala kifudifudi, huku mwili wake ukiwa na matope na damu. Mama yule alishtuka sana, moyo wake ukadunda kwa kasi. Kwa hofu na mshangao, aliacha kila kitu na kukimbia, huku akipiga kelele: Jamani, kule msituni kuna mtu, sijui kama yuko hai au amekufa, nimeogopa sana! Kelele zake zikakusanya watu haraka. Vijana wa bodaboda waliokuwa jirani walijitolea kwenda kuangalia. Walipofika eneo la tukio, walimgeuza mwanamke huyo na ghafla, wakatambua kuwa bado alikuwa anapumua. Mmoja akapaza sauti, "Jamani, huyu bado yuko hai, tumpeleke hospitali haraka!" Kwa haraka wakatafuta gari dogo, wakamchukua na kumpeleka mbio hospitali ya karibu. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kijiji akapokea taarifa. Bila kusita, alitoa habari kwa polisi kuhusu kupatikana kwa mwanamke aliyojeruhiwa vibaya msituni. Polisi walichukua hatua ya haraka kuanza kufuatilia tukio hilo, wakihisi huenda linahusiana na Zawadi. Habari zilipofika kituo cha polisi mjini, zikamfikia Aaron. Aliposikia maelezo kuhusu mwanamke huyo, moyo wake ulihisi moja kwa moja kuwa huyo si mwingine bali ni Zawadi. Zawadi alipofikishwa hospitalini, wauguzi walimkimbilia na kumweka kwenye kitanda cha dharura. Daktari alifika haraka na kumfanyia uchunguzi. Alipomchunguza, aliona mwili wake ukiwa dhaifu, hajitambui na damu zikiwa zimeganda usoni na kichwani. Na pia kulikuwa na tundu dogo lenye umbo la risasi iliyoingia, kingo zake zikiwa zimeungua kidogo kutokana na moto wa bunduki. Ilikuwa wazi kabisa kwamba zawadi alikuwa amepigwa risasi. Bahati nzuri risasi haikupenya ndani zaidi, ilipita kwenye misuli ya shavu na kutengeneza jeraha lakini haikugusa kabisa mfupa wala meno yake. Wakamsafisha majeraha wakamwekea dripu na dawa za kupunguza maumivu, daktari akashona jeraha lake kwa haraka. Baada ya muda mfupi, zawadi akafungua macho akazinduka, machozi yakaanza kumtiririka bila yeye kusema neno. Baada ya muda akaanza kuzungumza kwa shida huku akisema Fredi, Fredi yuko wapi? Na wakati huo mlango ukafunguliwa, Aaron akaingia akiwa na uso wa hofu lakini akijaribu kutulia. Akasogea karibu, akashika mkono wa Zawadi na kwa sauti ya upole akasema, pole sana Zawadi, usijali, Fredi yupo salama. Machozi ya Zawadi yaliendelea kutiririka lakini maneno ya Aaron yalimgusa kama faraja. Na kule jijini Arusha kwenye mgahawa aliofia Onesmo Kisumo polisi walianza kufuatilia eneo la jengo la pili. Walichunguza kila kona. Wakahoji vibarua waliokuwa wakifanya kazi za ujenzi lakini hakuna aliyetoa jibu la kuridhisha. Walipofika kwenye sehemu ya juu ya jengo waliona alama zilizoonyesha kuwa hapo ndipo sniper alipojipanga kwa umakini. Wakatazama, wakaona pale alipokuwa amesimama sniper, kulikuwa na nafasi nzuri ya kuona mgahawa mzima. Mstari wa risasi ulipochorwa ulithibitisha kuwa Onesmo alilengwa na kupigwa risasi moja kwa moja kichwani. Na mara sakafuni macho ya afisa mmoja yakakutana na kitu kilichokuwa kimedondoshwa leseni ya udereva Akaiokota na kuisoma. Majina yaliyoandikwa yalikuwa wazi: Yusufu mali nyingi. Kwa mtazamo wa haraka, leseni ilionekana kama imeangukwa kwa haraka wakati wa kuondoka. Hili likawa dokezo kubwa. Polisi waliamua kuanza kufuatilia kumbukumbu zake kupitia mfumo rasmi. Na kule Mount Meru katika uchunguzi wa mwili wa Onesimo, waliona wazi kidonda kichwani; kilikuwa cha risasi moja iliyopigwa kwa ustadi mkubwa. Baadaye kipande cha risasi kilichopatikana mwilini mwake kilipelekwa maabara ya uchunguzi wa risasi. Wataalamu walikipima kwa umakini na kugundua ukubwa wa risasi na aina ya bunduki iliyotumika. Rashdi alipokea taarifa za kifo cha Onesmo akiwa ofisini kwake. Alitabasamu kuona mpango wake umefanikiwa. Kwa sauti ya taratibu alisema, "Onesmo sikuwa na jinsi. Kama ningekuacha ungeniharibia kazi yangu yote ya muda mrefu. Ilibidi nikuondoe." Akasimama na kuzunguka ofisini kwake huku akifikiria hatua zinazofuata. "Sasa lazima nianze upya mipango yote. Nitapanga kwa umakini, hakuna mtu atakayenizuia." Ndani ya nafsi yake Rashdi alihisi ushindi, lakini pia alijua kila hatua mpya inahitaji umakini wa hali ya juu. Rashdi alijulikana hadharani kama mfanyabiashara mkubwa mwenye mtandao mpana, lakini nyuma ya pazia haikuwa hivyo alikuwa na nguvu ya pesa. Rashdi alikuwa na kampuni za biashara za kawaida kama usafirishaji na ujenzi, na pia alikuwa na hisa nyingi kwenye kampuni ya Tanza Coal Mining Limited. Hii ilikuwa ni mpango wa kutakatisha fedha. Rashdi alikuwa na watu wake wa siri kila mahali, alikuwa na masikio na macho: wafanyakazi wa bandarini, polisi na wote walikuwa wakimpa taarifa Rashdi. Aliwashughulikia wapinzani wake kwa kauli moja tu, anayenisumbua lazima atoweke. Kwa miaka mingi alihakikisha kila mtu ambaye amekuwa akimkwamisha anamnyamazisha, wengine kwa vitisho, wengine kwa hongo, na wachache kabisa kwa njia ya kifo. Rashdi amekuwa akishirikiana na baadhi ya viongozi wa serikali wenye nyadhifa za juu wasio waadilifu. Onesmo alikuwa mshirika wake katika biashara ya madawa ya kulevya. Lakini sasa Rashdi aliona kuwa Onesmo amekuwa kikwazo kikubwa. Martha ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tanza Coal Mine Limited alipokea taarifa za kifo cha Onesimo kwa mshtuko mkubwa. Machozi yalimtoka bila kujizuia, akachukua pochi yake na kutimua mbio kuelekea hospitali ya Mount Meru. Martha alipofika mochi alilia kwa uchungu, kaka yangu, mbona mnaondoka mapema hivi jamani? Onesmo alimchukulia Martha kama dada yake halisi. Baada ya Onesmo kupoteza wazazi wake akiwa kidato cha tano, alichukuliwa na kulelewa na baba yake Martha mpaka alipoweza kujitegemea baada ya kumaliza masomo na kuanza kufanya biashara zake. Ndani ya moyo wa Martha kulikuwa na maswali: nini kinaendelea? Ni nani anayehusika na haya mauaji? Ye kifo cha Onesimo kinalenga pia kampuni yetu. Lakini Martha hakuwahi kufahamu upande wa pili wa maisha ya kaka yake huyo, hakujua kuwa Onesimo alikuwa mshiriki wa mipango mibaya, ikiwemo kumuua Patrick na kumtengenezea ajali. Na pia Onesimo alikuwa na tamaa kubwa ya fedha, mbali na biashara ya madini pia alikuwa akifanya biashara ya madawa ya kulevya. Kwa Martha, Onesmo aliendelea kubaki kuwa kama kaka, na ndiyo maana alilia kwa uchungu kifo cha Onesmo Kisumu. Kilitikisa mji mzima wa Arusha na hata nchi nzima, habari zilienea kwa kasi zikigonga vichwa vya magazeti makubwa, kwenye redio pia na hata television. Magazeti mengi yaliandika kwa maneno ya kushtua Sniper ammaliza Onesimo Kisumo mchana kweupe. Mfanyabiashara mwingine maarufu aondoka ghafla baada ya Patrick. Watu waliunganisha matukio kwa haraka, wengine wakasema ndani ya mwaka mmoja tu wafanyabiashara wawili wakubwa wameuawa kikatili: Patrick na sasa Onesimo. Kuna nini nyuma ya pazia? Wengine walibaki na maswali yasiyoisha. Kwa nini Onesimo alilengwa? Mitandao ya kijamii ikalipuka kwa mjadala, iliwaka moto usiku kucha, wengine wakiposti video fupi kutoka eneo la tukio, na kila mmoja alikuwa na maoni yake. Kwenye Facebook mjadala ulikuwa: kwa nini ndani ya mwaka mmoja matajiri wawili wakubwa wameondoka ghafla? Patrick kwa ajali, sasa Onesimo kwa risasi. kuna siri kubwa Mtu yeyote anayeamini kifo cha Patrick ilikuwa ajali ya kawaida na jidanganya. Hii yote ni njama. Sasa nani anafuata? Wenye pesa wapo hatarini. Patrick na Onesimo walikuwa wawekezaji wakubwa kwenye madini, leo wote hawapo. Mmoja kwa ajali ya ajabu, mwingine risasi. Serikali iko wapi? Hii ni ishara kuwa hakuna usalama kwa wawekezaji na kule Twitter mjadala ulikuwa mkali. Onesmo alishtakiwa kwa mauaji ya Patrick, sasa na yeye ameuawa. Hii ni movie au maisha halisi? kama alikuwa na hatia, kwa nini asipelekwe mahakamani? Kwa nini auawe? Kuna watu wanacheza michezo hapa. Polisi, tuelezeni ukweli. Hii nchi sasa imejaa matukio ya ajabu serikali ipo kimya tu. Hii inaonyesha namna gani mfumo wa usalama na upelelezi ni dhaifu. Kwenye magrupu ya WhatsApp mama mmoja alituma sauti: jamani, hawa watu matajiri wakubwa wanauona wenyewe, hii ni vita ya fedha na madini. Instagram na TikTok pia mjadala ulikuwa mkali, watu walieleza kuonyesha hisia zao kwa ujumla. Mawazo ya watu yakawa yamegawanyika. Wapo waliodai Onesmo ndiye aliyemuua Patrick na sasa Kalma imemrudia. Wapo waliodai Onesmo alikuwa kafara tu na aliyemuua ndiye aliyetaka kuficha siri kubwa zaidi. Wengine waliamini hii ni vita ya fedha na madini, na waliokufa ni sehemu ya mchezo wa kugombea mali. Lakini upande wa pili, ule wa polisi na wa uchunguzi wa ndani, kwao picha ilikuwa tofauti. Waliwahi kumkamata Onesmo kwa tuhuma za kumuua Patrick; waliamini kuwa alikuwa na mkono wake kwenye ajali hiyo, ingawa alitoka kwa dhamana. Faili ya kesi yake bado ilikuwa mezani. Tulikuwa tuna mtuhumu kwa kumuua Patrick, lakini sasa na yeye ameuawa. Je, huyu alikuwa kweli muuaji, au alikuwa na mtu mkubwa zaidi nyuma yake? Aaron aliposoma kurasa za magazeti na kusikiliza mjadala wa wananchi, moyo wake ulijaa mzigo mzito. Baada ya mitandao ya jamii kulipuka kwa lawama na mijadala mikali, hatimaye vyombo vya habari vikaitwa kwenye mkutano maalum. Msemaji wa jeshi la polisi alisimama na kuanza kuzungumza kwa sauti thabiti na yenye kutuliza. Ndugu wananchi, Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina kuhusiana na kifo cha mfanyabiashara Onesimo Kisumo na Patrick Tarimo. Tunatambua hofu iliyomo kwa wananchi na na jumuiya ya wawekezaji. Lakini tunapenda kuwajulisha kwamba jeshi la polisi lipo imara na lipo makini kufuatilia kila kitu kinachohusiana na tukio hilo. Akavuta pumzi kwa sekunde chache, kisha akaendelea kusema. Tunaomba wananchi watulie. Wahusika wote waliohusika kwenye tukio hili kwa njia moja au nyingine, watapatikana na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Tunaikumbusha jamii yote kuwa jeshi la polisi linaendelea kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, na nchi yetu ipo salama kabisa kwa uwekezaji. Mwandishi mmoja akauliza, lakini Bwana Msemaji, huyu ni mfanyabiashara wa pili mkubwa ndani ya mwaka mmoja na uwawa, hii haina maana kuna udhaifu wa kiusalama? Msemaji akatikisa kichwa kwa utulivu, kisha akajibu kwa msisitizo: ni kweli matukio haya mawili yameleta taharuki, lakini uchunguzi unaendelea kwa nguvu zote. Tunaomba wananchi na wawekezaji waendelee kuwa na imani na vyombo vya usalama. Jeshi la polisi halitatetereka wahusika wow, watakamatwa. Ni swala la muda tu. Baada ya tamko hilo, matangazo yakarushwa kwenye redio, runinga na kuenezwa mitandaoni. Kikosi cha Aaron kiliendelea kusonga mbele licha ya changamoto nyingi. Kila hatua ya uchunguzi ilikuwa ngumu. Mashahidi waliokuwa kwenye mgahawa walitoa taarifa zisizoeleweka. Wengine wakidai waliona mtu akitoka haraka kwenye jengo la pili, wengine wakasema hawakuona chochote. Kamera za usalama zilikuwa hazifanyi kazi siku hiyo, na zile zilizopatikana zilikuwa na picha zisizo wazi. Lakini kulikuwa na ushahidi mmoja muhimu uliokuwa kama nyota gizani, leseni ya udereva iliyodondoka kwenye ghorofa ya pili, pale ambapo sniper alisimama. Leseni hiyo ilisomeka Yusufu Mali Nyingi. Kupitia kitengo cha teknolojia ya uchunguzi, baada ya kufuatilia leseni hiyo, kikosi cha Aaron kilipata taarifa kamili kuhusu mtuhumiwa mpya. Faili lilisomeka wazi: jina kamili, Yusufu Mali Nyingi; umri, miaka 28; jinsia, mwanaume; kazi, mfanyabiashara wa mitumba. Makazi yake eneo la Ngarenaro jijini Arusha hakuwa na historia ya uhalifu. Aaron alipogeuza macho kwa wenzake, aliongea kwa sauti thabiti lakini yenye wasiwasi wasi. Sasa, tunajua alipo. Yusuf anaishi Ngarenaro, hatuwezi kupuuza ushahidi huu, lakini ni lazima tuwe makini, hii inaweza kuwa mtego. Leseni yake kuwa pale haimaanishi moja kwa moja yeye ndiye aliyehusika. Ni lazima tumchukue kwa mahojiano, lakini pia tuendelee kufuatilia nyuma yake. Kwa pamoja, walikubaliana kuandaa operesheni ya haraka kuelekea Ngarenaro. Bila kupoteza muda, walielekea nyumbani kwa Yusufu. Polisi walipofika nyumbani kwa Yusufu, Yusufu alishtuka sana. Wewe ndiye Yusufu mali nyingi? Yusufu akiwa na hofu akajibu, ndiyo mimi ndiye, kuna tatizo gani? Unatuhumiwa kuhusika na mauaji ya Onesmo Kisumo. Yusufu kwa mshangao mkubwa akajibu, Onesmo? Sijawahi hata kumsikia huyo mtu, sijui hata ni nani. Licha ya kujitetea, polisi hawakutaka kujadili zaidi. Palepale waliamua kumweka chini ya ulinzi. Na sasa tunafanya upekuzi wa nyumba yako. Polisi walipoingia ndani ya nyumba ya Yusufu walipekua kila kona, nguo zake zilitupwa juu ya kochi, makabati yakafunguliwa. Hata hivyo, hawakupata kitu cha maana, mpaka afisa mmoja alipoamua kuangalia chini ya kitanda chake. Afisa huyo alipiga magoti, akachukua tochi na kumulika uvunguni. Mara macho yake yakakutana na begi jeusi lililokuwa limebanwa kwa nguvu. Alipolitoa, kila mtu ndani ya chumba alishtuka. Alipolifungua, ndani kulikuwa na bunduki ndefu ya kijeshi, silaha yenye uwezo mkubwa, na muundo wake uliendana kabisa na ile iliyokuwa imetumika kumpiga risasi Onesmo. Mbali na silaha hiyo, kulikuwa pia na pakti kadhaa za unga mweupe ambapo lizaniwa kuwa ni madawa ya kulevya. Mara Yusuf alipoyaona hayo, macho yake akamtoka, akatetemeka, kisha akalia kwa uchungu, jamani, hivi vitu sio vyangu na hapa sijui hata vimefikaje uvunguni mwa kitanda changu. Jamani, sina hata uwezo wa kumiliki bunduki kama hii wala kugusa madawa haya, mnanionea Majirani waliokuwa nje waliposikia makelele wakaanza kuzungumza kwa sauti ya chini chini, "Hey, kijana huyu kumbe alikuwa na mambo ya ajabu, anaonekana mpole kama kondoo vile." Baada ya kukamatwa Yusufu mali nyingi, alifikishwa kituo cha polisi, huku akiwa amefungwa pingu. Alikuwa amejaa hofu, na huku machozi yakimtiririka, alisukumwa taratibu hadi kwenye chumba cha mahojiano. Afisa wa upelelezi alikaa mbele yake, akaiweka leseni ya udereva juu ya meza. Kwa sauti ya ukali akauliza, Yusufu, hii leseni ni yako? Yusufu kwa sauti ya kutetemeka akajibu, ndiyo, ni ya kwangu. Afisa akamwangalia kwa umakini, kisha akauliza tena, ebu sasa eleza imefikije kwenye ghorofa ya Sakina, sehemu ambayo sniper alitumia kumua Onesmo Kisumu. Yusufu akashika kichwa chake akalia taratibu, kisha akasema kwa sauti ya kukata tamaa, mimi sijui, nilikuwa nao nyumbani kwangu, hata sielewi imefikaje pale, na hapa sijawahi kufika kwenye jengo hilo. Wapelelezi walipomtazama kwa upande mmoja, ushahidi ulikuwa wazi, leseni yake ilipatikana pale ambapo muuaji alijipanga, lakini kwa upande mwingine, maajabu ya Yusufu Alionekana kama mtu asiye na hatia, mtu aliyenasa kwenye mtego. Yusufu, kumbuka ukweli ukiuficha leo utakuumiza zaidi. Hii siyo bahati mbaya, leseni kukutwa pale. Yusufu akapaza sauti na kulia, lakini siyo mimi jamani, sijui chochote, mimi nauza mitumba tu, siwezi hata kutumia hiyo bunduki. Baada ya mahojiano ya kwanza kuhusu leseni, afisa wa upelelezi akatoa faili jingine na kuliweka mezani. Ndani yake kulikuwa na picha ya bunduki ndefu na pakiti za unga zilizokutwa uvunguni mwa kitanda cha Yusufu. Afisa akatulia kwa sekunde chache, kisha akamdokea Yusufu kwa macho makali. Yusuf, hii bunduki ndio iliyotumika kumuua Onesmo Kisumu, na haya madawa ya kulevya aina ya heroin yamekutwa nyumbani kwako unatuelezaje kuhusu hili? Yusuf macho akamtoka akabaki kimya kwa muda, kisha akalia kwa uchungu, jamani, sio kweli bunduki hii sijui, madawa haya sijawahi hata kuyaona maishani mwangu. Hivi vitu havipo kwangu, vimepandikizwa. Mimi ni mfanyabiashara wa mitumba tu, sina hata uwezo wa kumiliki bunduki ya kijeshi, naomba mniamini. Afisa mwingine akapiga meza kwa ukali na kusema acha, kutuchezea silaha imekutwa uvunguni mwa kitanda chako, ndani ya begi jeusi, madawa yako pale pale. Unawezaje kusema sio vyako? Yusufu akatikisa kichwa huku machozi yakitililika, sijui, sijui kwa kweli. Wapelelezi walitazamana kimya, mmoja akamnong'oneza Aaron, huyu kijana anaongea kwa hisia nyingi lakini ushahidi uko wazi. Na swali je, ni yeye kweli au kuna mtu mwingine aliyemtega? Na kwa nini amtege yeye? Lakini Aaron akavuta kiti chake karibu, akamwangalia Yusufu kwa umakini. Alijua macho ya mtu mkweli na yale ya mtu mwongo.